Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanichukua katika Roho na kuniweka katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nazo pande zote, na tazama, zilikuwa mifupa mingi sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu e Bwana Mungu, wajua wewe. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa, nikasema Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Nami nikatazama. Nikatazama. Mishipa na nyama ikawajia juu yao. Nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi. Kisha akaniambia, "Mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema mifupa yetu imekauka na tumaini letu limepotea. Nitatia roho yangu ndani yenu, mtaishi, nanyi mtajua mimi Bwana nimesema na kutenda. Na kutoka katika kifo uhai mpya ukapatikana, tumaini liliopotea lilirejeshwa kwa utukufu. Ahadi zake ni ya kweli. Jiunge nasi kwa hadithi ijayo. Subscribe sasa.